What's up my friends, McBenvics hapa. Leo nataka tujadili kwa nini baadhi ya mifumo ya kutangaza sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii ambayo ilikuwa inajulikana zamani kwamba inafanya vizuri tu, sasa hivi haifanyi kazi. Kwa mfano, unaweza kutengeneza tangazo zuri la kulipia. Picha yako nzuri sana, pale unajitangaza. Alafu kaliacha liende kama tangazo na ukaongeza mpaka bajeti. Lakini ukilinganisha na zamani, matokeo hauyapati kadri ya jinsi ulivyotegemea. Sasa swali ni kwa nini? So, moja kati ya vitu ambavyo waga nafanya ni kutafiti kama maswali mengi ambayo napata kutoka aidha kwa wateja wangu au kwenye mitandao ya kijamii, na one of the realizations ambazo ninakutana nazo ni kwamba sasa hivi mitandao ya kijamii haifanyi kazi kama zamani. Kwa maana hiyo hata wewe unabidi ubadilishe mbinu yako ya kujitangaza. Sasa, ngoja nikupe mfano. Zamani ulikuwa una, unaona content ambazo ni maarufu, zile content ambazo ni recommended. Zile content ambazo unaziona kwenye reels, ni content ambazo wamekurekomendia kutokana na kwamba watu wengine wamezipenda. Lakini sasa hivi badala yake wanakuletea content unazozipenda wewe. Kwa sababu ukilike video ya kwanza na ukalike video ya pili na ukalike video ya tatu, algorithm inaanza kutafutia content nyingine zinazofanana na hizo content na inakuletea. Kwa sababu wameacha sasa hivi kutumia traditional au ma... ni, ni hesabu zile zile. Lakini sasa hivi wanatumia zaidi AI kukufanyia recommendation ya content ambazo unavutiwa nazo ili uzidi kubaki kwenye mitandao, uwe addicted, ufanye doom scrolling. Sasa inavyokuja kwenye matangazo, au kama wewe ni content creator au kama wewe ni mtaalamu labda wa afya, wateja wangu wengi ni wataalamu wa afya, wengine ni wataalamu wa lishe, ni vigumu sana kupata mauzo kutokana na matangazo ya kulipia kwa kawaida. Yani, inabidi ubadilishe strategy kidogo, kwa sababu wateja sasa hivi wana move kama electron hawatoki moja kwa moja kwenye kukufahamu kwenda mpaka kununua siku hiyo hiyo, wana wanaenda kama electron. Electron ina move kama umesoma physics, unajua. Sitegemea wewe umesoma physics, hayo <gayu> tuachie sisi, lakini <gayu tuachiesi> <gayu> sasa nacho tegemea unauelewe, mteja haendi moja kwa moja kutoka kwenye kuliona tangazo lako kwenda kwenda kwenye kununua. So mteja anaweza kaona tangazo lako leo akasave ile tangazo au akakufollow anataka hicho kitu na ndo, ndo, ndo hizo ishara za kwamba anataka hicho kitu, lakini hatonunua, atatoka hapo, ataenda kwa washindani wako, ataona wanachokiuza, au kwa kuwa amependa hiyo video, ataona tangazo jingine linalouza lina hicho kitu. Kwa maana hiyo, hata wewe inabidi utufu, utafute strategy nyingine ya kuwatangazia hawa watu kwa utofauti kabisa, kwa sababu algorithm inawapendelea hao wateja kuliko inavyokupendelea wewe kama mfanyabiashara. Kwa hiyo wewe ndo unayebidi uadapt. Algorithm yenyewe imeadapt kwa saikolojia ya mteja, kwa kisha mteja anazidi kupata burudani. Kwa hiyo hata wewe matangazo yako yanabidi yatafute namna ya ku reverse engineer ile burudani wanayoipata wateja ili uweze kuyafanya matangazo yawe burudani kwa wateja ili uweze kuwashawishi kwa matangazo yako. So ni kitu gani ambacho unaweza kufanya? Sasa badala ya kutegemea matangazo ambayo ni static, labda tangazo la aina moja unabidi un, un incorporate aina tofauti tofauti za matangazo. Hakikishe kwamba uko very flexible. Kwa hiyo utumie space ulizonazo za kujitangaza vizuri sana kama stories zako za Instagram. Lakini aina ya reels unazotengeneza pamoja na carousels, hivi ni vitu ambavyo vitakusaidia sana kwenye kuwafikia wateja na hata ukitengeneza tangazo, hizi content utakazotengeneza zitasaidia sana kwenye kuwashawishi wateja waendelee zaidi kununua vitu vyako au washawishike kwa uharaka zaidi, tofauti na kwamba ukitegemea tangazo moja ndio likuletea wateja. By the way, nimetengeneza masterclass moja ya AI. Kama unataka kujifunza zaidi jinsi unavyoweza kuvutia wateja wako kwa kutumia AI, na unaweza ukaipata kupitia link ipo kwenye bio, nitakutumia bure kwenye email sasa hiyo hivi, sasa hivi ukijiunga. Kwa hiyo click kwenye link ipo kwenye bio. Hiyo ni sehemu ya darasa, sehemu ya darasa. Ukitaka kuendelea na sisi then vizuri lakini ukitaka kujaribu na kuona vitu ambavyo unaweza ukajifunza then click link ipo kwenye bio, unaweza kujifunza zaidi. Kama unaangalia video YouTube, click link ipo hapo, uh, kwenye description.